Ili tufanane. Sasa kila siku vinakuja vitu vipya. Sasa hivi, hata leo, kwa si ya muungano, pia wenyewe wanafanya kwamba ni ya muungano, wanachukua sisi, hatumo. Ndio maana mpira si jambo la muungano, lakini limechukuliwa, sasa ni limekuwa la muungano, si hatumo FIFA, si hatumo KAFU, tumebakia sisi kuandaa shughuli za watu bizi, nakwambia majamvi, mabusati eh? unaenda ukigombana na ndugu zako, unawanyang'anya ndugu zako, unawalaza njaa na wanao, lakini ufanye shughuli ya bwana eh bwana mungano una. Ndio maana asema muungano huu umekuwa kama nini, ndoa ya jinsia moja, lakini wamezidi na wao eh. Sasa tunachosema ndugu zetu Tunaposema mwaka wa kuinusuru Zanzibar, maana yake ni kwamba muungano huu umetufikisha tumevishwa mpaka buleti. Sasa ndio tunasema mm -mm. kuluko mbele, hatukubali, hatuendi tena. Lazima turudishe mamlaka ya nchi yetu, lazima turudishe mamlaka ya nchi yetu. Hilo watu wa kisiwa Panza hamlitaki, watu wa mkoani hamlitaki hilo, naam maana tukiliacha mtakuja kuwa wageni kwenye nchi yenu, na mnayaona.